I unaanzia kwa jamaa mmoja ivikatili mno, aliitwa Kopi. Wakati huo alikuwa anaelekea nyumbani kwake, ambapo palionekana na mwonekano ule ule alioweza kuuacha kabla ya vita. Alikuwa hana familia, maana wote aliopoteza kipindi hicho. Nani amekusana na picha ya mkewe na vijana wake wawili. Picha hili ilimteka sana kihisia, yaani ilimpeleka mbali mno. Kwa hiyo damu na kiwi ya kisasi ikazidi kupamba kasi ya moyoni mwake. Tunaletwa katika eneo fulani hivi mwaka 1946 ambapo kulikuwa na mfungwa mwenye historia kali ya uhalifu alitolewa nje, maana wakuu walitaka kuongea naye. Jamaa anaitwa Drogunov. Sasa bwana waviongozi wakataka msaada kwa jamaa, maana huko kitaani korpi ameweza kukichafua kinomanoma, na alisema kwamba mauaji ya askari zaidi ya mia tatu yameweza kufanywa na korpi, akidai kwamba analipiza kisasi kwa mauaji ya familia yake <muchan> Dragunov akapewa kazi ya kummaliza kabisa korpi, tena ndani ya masaa kumi tu. Aliambiwa kwamba akiweza kumwangusha Legend aliyemtengeneza mwenyewe basi ataachiwa uhuru na yeye arudi nyumbani kwake. Upande wa pili, korpi anahangaika kuondoa mbao ngumu za nyumba yake. Aliondoa mbao nzito na ngumu, maana alizihitaji kwa kazi fulani. Vimaadum huyu jamaa bwana ana nguvu mno, maana hizo ndio kazi zake. Kwa hiyo aliweza kutenganisha na kuisambaratisha kabisa. Baada ya kumaliza kazi ile, alikuwa tayari kuhama mji na kwenda kujenga nyumba mpya mahala pengine akifikiria familia yake, aliona aache kila kitu na aingie katika safari ndefu zaidi ya kilomita elfu moja katika truck yake. Alikuwa akiambatana na picha ya familia yake pamoja na mzigo mzito mno ambao jamaa yake. Njiani anasimamishwa na askari wawili karibu na mpaka wa eneo fulani hivi. Hapo aligundua kwamba kuna truck nyingine inamfuatilia, kwa hiyo aligundua kwamba watu wale hawakuwa na nia nzuri kabisa na yeye, na hakutaka aweze kuondoka salama. Wale askari wakamsogelea kuongea naye tena, wakitaka atoe leseni yake ili mradi wao waweze kufanya ukaguzi wao alipuwapatia tu leseni wakaipeleka moja kwa moja kwa Drugnov. Drugno aliona sasa kazi yake ni ndogo tu huku akisema kwamba before. Sasa, wale jamaa baada ya kuhakiki kiki kama ndio mtu mwenyewe ambao anamtafuta, si wakaanza kutaka kuleta noma, basi kopi akaanza kuwashughulikia mapema sana yapanda tu kwenye truck yake, aliona cha moto, yanaenda kuchana nacho bulindani. Yani aliwaangusha kama kuku mmoja baada ya mwingine, yani hata kabla hajamaliza maneno, Corpia akarusha risasi kwenye tai mpambe, akataka alete kiherehere naye akatulizwa. Wakabaki sasa mafahari wawili, Dragonov pamoja na Corpia. Keep very still. Dragonova akaita kikosi zaidi, kwa hiyo Kopy akaona ondoki zake tu eneo lile, yaani majamaa wako nyuma yake tu, wao ni chocho kwa chocho palepale. <coughs> Pale kikawaka, yani no time to waste ni mabomu na risasi tu. Dragonova alifanikiwa kuruka kabla ya gari yake ya kulipuliwa. Op aliendesha uelekeo wa msituni, kisha akazima moto na kuweka mazingira sawa akiwa na mbwa wake, kisha akapunguza zile mbao zilizoharibika na kuweka mitambo yake vizuri kweli kweli kweli. Sasa muda huo ndo akagundua kwamba alipigwa risasi, huku akiwa na jeraha cha kuni mwake, lakini bado hakuteka kabisa kukata tamaa sababu alichokozwa, na lengo lao alijua kabisa ni kumuua, hivyo ilibidi aendelee na safari ili mradi aweze kujitetea zaidi akamchukua mbo wake na kuendelea na safari huku wakati huo ndege zikiendelea kumzunga na kumshambulia kwa hiyo kopi alikuwa na kazi nzito ya kufanya aliona gereji kwa mbali kidogo kwa hiyo akaendesha kwa uelekeo wa gereji huku akijua kabisa hata kuwa salama mbele ya gereji kulikuwa na pori kubwa sana kwa hiyo akazama ndani ya gereji kuwaza kwamba nini anaweza kufanya ili mradi kuweza kuchomoka eneo lile Alipofika ukingoni mwa msitu, akatulia kwanza kutazama mazingira, maana ilikuwa imebaki ndege mmoja tu kwa muda huo. Alipoona kimya, akaona endelee tu na safari yake. Ghafla anashambuliwa, lakini uzuri ni kwamba ndege hiyo haikuwa na risasi za kutosha, kwa hiyo kilichotokea pale ni balaa mno. Korpi aliangukia ndani ya maji lakini kupitia zile mbao alizobeba ziliweza kumpa msaada fulani hivi. Drognov amefika eneo ambalo truck limeweza kuangukia lakini hakuna alichopata, maana Korpi alikuwa tayari ameshaondoka zamani mno. Korpi alitumia mbao zile kama kivuko cha kumtoa eneo moja kwenda eneo lingine. Akiwa njiani, anagundua kwamba kuna tanki la kivita lililotelekezwa eneo lile, hivyo akaanza maandalizi yake la kulichunguza na kujipanga na vita huko mpakani. Sasa Dragunov anazidi kusuka mipango yake ya kuweza kumkamata Korpi, maana aliambiwa huyu jamaa hawezi kukamatwa akiwa mzima, lakini wenzie alikuwa tayari hatua tano mbele yake. Jamaa kaunda zana za kutosha, maana aliamini kwamba watakuwa wanamfuatilia tu na amejipanga vizuri kuweza kuwamaliza kama jinsi ambavyo wao wameweza kupanga kuweza kummaliza, si ndio? Jamaa anajisogeza eneo la tukio, anakuta mwanaye ameshaandaa kikosi chake tayari. Kaamuru alizidiwa nguvu, licha ya kujiandaa vizuri. Alijiona mshindi na alipotaka kummaliza tu basi, wakuu zake wakasogea na kusema kwa... Dragunov hakupenda lakini ilibidi atii order kwa sababu naye pia aliambiwa kama akiweza kumkamata huyu jamaa basi anaweza kuachiwa huru na aweze kuondoka nyumbani kwake. Baada ya muda kidogo, tunamwona Korpi akiwa katika treni na mrudisha Urusi tena akiwa amening'inizwa. Alipigwa sana na alipoteza damu nyingi mno kutokana na mateso aliyokuwa anapatiwa na vijana wa Dragunov. Anasogea mzee mzima Dogonofu na kumpa kauli za dharau mno. Alimwambia kwamba anatakiwa awe mpole mno, maana wana mengi sana ya kuongea, lakini pia alimwambia aweze kupunguza sana ujuaji, maana malijan wao ndio wanawajua, sio yeye. Rognovo alimwambia kwamba ameweza kuteketeza maelfu ya watu mpaka imekuwa ngumu kuweza kuwakumbuka wote. Alisema kuna muda alikuwa anakumbuka kelele zao tu, lakini alikiri kwamba kuna kijana mmoja ambaye anamkumbuka vizuri mno. Alimwambia siku aliyoenda nyumbani kwake kuweza kuenda kuua familia yake, kuna kijana mmoja alionyesha ujasiri wa kupambana na alimchoma na kisu Mwanzoni hakujua lakini, jinsi alivyotazama ujasiri ndani yake aligundua kabisa huyu ni kijana wa Kopi. Kwa hiyo alijua kabisa bwana nyoka meza nyoka na nyoka anafanya kazi yake vizuri kwa kweli. Dragunov alimsifu sana kwa ujasiri wake huku akitaka Kopi aweze kujivunia mno vijana wake. Dragunov aliendelea kumsimulia yale yote ambayo aliweza kutokea siku ile huku akisema kwamba kwa ujasiri wa kijana yule aliona ammalize kabisa, yani aimalize familia yake yote, ili mradi asije kuleta madhara hapo baadaye, yani asije kutokea legend mwingine tofauti kabisa na wao. Alipokuwa anaongea vile, alizidi kumtia hasira sana, maana alikiri kwamba yeye ndiye ambaye aliweza kuua familia ya Kopi. Dragonov alisema kwamba dunia haiwezi kuwa na legend wengi, kwa hiyo lazima Kopi auawe wawe kwa maslahi ya Urusi. Alisema kwamba atapelekwa katika eneo ambalo hatakumbukwa tena. Kutokana na maneno makali ya Dragonov, Kopi alijitahidi sana kujikwamua katika eneo lile. Alijitahidi kutumia nguvu zake zote na aliweza kujikwamua pale. Ile michekecho ndani zikafanya askari kuwa tayari kushambulia. Kwa hiyo baada ya kufanya maamuzi ya nani ataanza kumuua wakazama ndani, lakini michezo ukageuzwa moja kwa moja, yaani kiliumana kisawasawa. <coughs> Wakati huo huko Dragunov anijoin na viongozi katika meza moja. Dragunov aliuliza ni lini atachua huru maana ndio makubaliano yao yalivyokuwa. Lakini aliambiwa kwamba asubiri kwanza mpaka mambo yake sawa. Yani ni kama vile viongozi walikuwa wanataka kumgeuka hivi. Basi turudi zetu kwa Kobe. Wakati huo anaendelea kupunguza raia kwenye mabehewa ya treni, yani alipunguza watu kitaalamu mno, yani kimya kimya bila kelele. Sasa Dragunov alipohisi kimeumana tu na yeye pia akaliamsha pale pale akamaliza viongozi wote waliokuwa pamoja naye huku nako pia anazidi kumaliza askari waliokuwa katika treni ile, yaani zilimiminwa njugu za maana mno. Askari walikuwa wengi mno, lakini aliwaosha kupita kiasi. <tipa> Dragunov alipoona ngoma ni ngumu mno, akaona ngoja kwanza jitengi. Kwa hiyo akatenga behewa yake, yaani akajiacha peke yake na yakuli kwa peke yao. Horpi aliliona hilo kwa wakafanya akafanya juu chini mpaka akaweza kuzama ndani ya behewa alilopo Dragunov, aisee, yaani kiliumana kinoma noma. Wazee wote ni malegend, alafu hakuna aliyetaka kushindwa kabisa kati yao. Kwa hiyo mkono ulitembea haswa kina namna namna. Korpi alipigwa na Dragnov, lakini Dragnov alizidi sana kumkebehi akisema kwamba, At your revenge, I expected something legendary. <laughs> kama ni kisasi basi alikitegemea kutoka kwake toka zamani sana. Sasa kuna kombora fulani hivi lilitumiwa na Korpi wakati anamfuata Dragnov, kwa hiyo kilichotokea pale ilikuwa ni balaa mno. Drugnov sasa. Baadaye katika mpaka wa Finland, walinzi wanasikia sauti, kwa hiyo wakawa tayari kujiandaa kushambulia. Mara wanamwona Korpi, na alipotoa tu kitambulisho chake moja kwa moja walitambua kwamba alikuwa Legend Korpi, hivyo akampatia saluti yake kama heshima tu. Wiki moja baadaye, Korpi anajenga makazi yake mapya katika eneo la kimya. Aliweza kutumia mbao alizorudi nazo ili mradi kuweza kujenga makazi yake mapya katika eneo lile. Hafla mbwa wake akaanza kubweka, kisha kundi la watu likajisogeza mpaka alipo. Korp alijiandaa kupambana lakini, aliambiwa kwamba ko pale kwa ajili ya kumsaidia yeye na asiwaze kuhusu chochote kile. Korpy alijisikia vizuri sana, kwa maana hata mara moja hakuna aliyewahi kutokea kumpa msaada wowote ule katika maisha yake. Kwa hiyo mzigo unaishia hapo. Mimi ni Africa. Hii ni till next time. Ciao.